Simba tumegawanyika nisikilize. Mashabiki wa Simba hii sio kitu cha kuficha. Kila mtu anaona. Watu wanaojua. Kila shabiki ana mtazamo wake. Tofauti na ndugu zetu Yanga, Yanga kipindi anasema hatuchezi. Ukimfuata muuza vitumbua Yanga anakujibu sichezi. Ukimfuata mokota makopo anakujibu sichezi. Ukimfuata kiongozi anakwambia sichezi. Ukifuata mafresa anakwambia tucheze. Kauli yao ilikuwa hiyo. Kipindi walipokubali kucheza Yanga. Ukimfuata Musa Vitumbua anakuambia anacheza, ile ndio tunachotakiwa tunachokitaka. Sisi Simba kama tulikubaliana dabi ichezwe, simama kiongozi, toa mwongozo, tunaenda kucheza tarehe ishirini na tano kama tumeklashi maamuzi ya bodi ya ligi. Simama kiongozi, mwongozo wetu, tunaendelea na mkazo wetu ule, atuchezi ili mashabiki tweleto moja mimi sipendaga kukaaga sehemu yote, mimi situmiki shehe. Oya. Mimi sili bila mtu. Mimi naishabikia Simba kutoka moyoni mwangu. Mimi silipo ili nishangilie Simba. Timu yangu na pole na marumbano kama haya naumia. Kwa mandala kuna wengine wanalipwa. Ah, ah. Sijasema kama analipwa. Sijasanga kuna wengine wanalipwa. Ila mimi ni shabiki wa Simba Sports Club. Slogan ya Simba, Simba nguvu moja. Simba nguvu Leo hii Simba nguvu moja, huyu anaongea hiki, huyu anamsema mwenzake. Hawa watoto wadogo tu wanaongea hivyo. Hivo ni na nini, which is which? Kauli ni moja. Tunaenda kucheza tarehe ishirini na tano hatuendi kucheza tarehe ishirini na tano Yeah, yeah, yeah, yeah. Mimi nipo katikati, ila na ushauri wa kuwapa wana Simba. Labda wana Simba, Simba wenzangu nawapa ushauri. Mashabiki wenzangu wa Simba, Simba sisi si timu yetu sisi ndo wenye timu, tujifunze kwa wenzetu Yanga. Yanga kipindi anasema acheze, ukimkuta amekota makopo chiza kwamba sichezi, ukimkuta muza vitumbua sichezi. Kipindi anabadilisha kauli kwamba tunacheza kila wote, mwana Yanga tunacheza. Kwa nini sisi hapa tueleweki hapo? kwa tunachangilia, afu nyinyi mashabiki machama chama cha nyinyi mnopo, haya nyinyi nyinyi nyinyi mashabiki machama chama cha nyinyi mnatuharibia timu yetu, nyinyi mnatuharibia timu yetu. Ongea ukweli, hivyo vyote vitatokea puani tukaenda kufagoli tano pale.